Huwezi kufanikiwa kwenye biashara ya ufugaji wa kuku. Watu wengi wanaikimbilia sana, lakini huwezi kufanikiwa kwenye biashara huku unanunua chakula dukani. Unanielewa? Watu wengi wanaichukulia poa sana hii mashine, lakini hii mashine inatengeza chakula cha kuku, na watu wengi wameacha sana hiyo biashara kutokana na gharama za uendeshaji. Yani unakuta mtu amefuga kuku kwa gharama kubwa sana, unanielewa eh? Kwa gharama kubwa sana alafu anakuja kulazimishwa amuze elfu sita Unaelewa hii kitu ambacho kinakuwa si kizuri mfuge. humeza, na mbaute, starter, kwa mfuga unaweza ukanunua mashine na ukanunua formula ambayo utaitumia milele formula ya kutengeneza starter, formula ya kutengeneza kwa ajili ya kuku wa nyama, ya kuku, wamaya, wa mayai waongeze watage mai mengi unaweza ukatengeneza chakula ambacho kitawakuza kuku mpaka watu katamani kuja kununua chakula chako na ukaanza fursa ya kuuza vyakula. Wenzetu wanatengeneza vyakula lakini hivi vyakula wanavitengeneza kwenye namna ambao utanunua chakula kingi zaidi ili wapate faida, lakini kuna namna unaweza ukajitengenezea wewe mwenyewe ukapata matokeo makubwa kwa chakula kidogo, na ukajikuta ndani ya muda mfupi sana umekuza kuku wengi, au wanyi, au hata mifugo yote yenu. Kwenye mifugo yote unaweza ukatumia, unanelewa eh? Ndani ya muda mfupi ukajikuta umenani. Hiyo ndio namna ambao watu wengi wanaofuga kuku wanafanikiwa. Kuna mtu anayefuga kuku, alafu ananunua vyakula madukani na anafanikiwa, sijui. Unanelewa, nunua mashine, anza kutengeneza na nile atafuta ila kidogo kidogo, nazokanza kwa hizo hizo za maduka na nini, lakini baadaye ukanunua mashine ukanza mashine. Zipo, pige kwenye namba hizo hapo, usipige usiku.